Fainali ndio tunakuja kumaliza nao ligi na tunaanza nao msimu ujao. Dula Fadlu, umemzungumza kwa uzuri sana lakini vigogo kutoka kusini huko, kwa maana nchini alipotoka South Africa, na baadhi ya vilabu pia maeneo ya kaskazini, vinatajwa kwamba wanataka saini ya Fadlu. Kwa msuli waliokuwa nao, unadhani Simba ina ubavu wa kumbakisha Fadlu, na viongozi kwenye hili wafanyeje? mimi nawagaza timu zote zinaomtaka zile na wenyewe watapambana kwa sababu, unajua wanaongea na timu ya tano wa Afrika. Sasa sijui wao wanashika nafasi ngapi, alafu kikubwa ni malengo tu, kwa sababu anapomtaka yule, yani maana yake pale lazima watu watasoma na nao watajua Simba ukocha anafundisha klabu fulani. Sasa ni moja ya malengo tu, na unajua mwalimu mwenyewe ataangalia, kwa sababu unajua vitu vingine ni biashara na kila kitu na kila mtu na malengo yake, ila mwalimu mwenyewe alishasema. Ashafanya ni asilimia themanini. Sasa tunaomba sisi tuwe nao atimize yeremia basi, malengo yaendelee. Kama watu wakija wakimchukua, basi ndio hivyo. Unajua, unaambiwa kocha mchezaji ni kama yule mtu akwambia is come is go, mtu anakuja na kufanyaje na kuondoka, kwa sababu hata angekuja Simba angekuwa labda malengo hajakamilisha au chochote, ungemsikia na kishafanyaje kishaondoka. Sasa anapokuja naye vizuri, akiondoka tuondoka naye vizuri tu, umuhimu malengo yanaendelea. Ndio maana Juma Mgunda naye yeye alitoa suggestion, Simba anahitaji kitu hichi kitu hichi na, na vile vitu vyote watu wakavifuatisha, waka Fadlu alivyokuja akavikuta, basi maisha ndo kama hivi anafaje yameendelea. Hicho ndio kitu cha muhimu kwetu sisi. Joshua Mutale Budo kila siku anaendelea kuwashangaza wana Simba, mara baada ya kuanza vizuri akapotea, amerudi na moto wa gesi, balaa mno sana. Wewe unajua kwa sisi ambao tulienda Ndola, huyu Joshua Mutale wa sasa hivi ndo tu, ndo aletulaza ale Ndola design kama hii. Huyu ndo Joshua ambao tunamjua sisi, so ule wakati kati ambayo alipitiwa na madudu madudu. Lakini unajua hapa, alikuja ni nchi mpya na kila kitu, na mwalimu pia kaja kwenye timu ambayo inajenga mfumo wake na timu ambayo inaanza upya. Ila tunashukuru amekuja kufuka kwa wakati ambao tuna mashindano mengi afu na mradi ukamilisha malengo yetu, na Joshua Mutari amekuja yuko juu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, amlinde kipaji chake kiendelee, kwa sababu ni mchezaji mzuri, kwa sababu tempo kama ile ambayo ina uwezo kushambulia na ana uwezo kuja nyuma pia kunyang'anya, ndio wachezaji ambao wanahitajika. Kama hivyo umeona, kama jana mpaka kuna wakati namwangalia yule anavyocheza mpaka nilijisahau kama nje kuna kibu Denis, yani alivyoingia akasema huyu tushammaliza. Sababu ndo pa unapoona ni pawa ya mchezaji una wachezaji aina gani? mm. Yes, kwa kumalizia, labda zungumza na wanasimba ambao wapo Manyara, wana simba ambao wako Dar es Salaam kuelekea michezo hii inayofuata, wanasimba ambao wa kila kona, kwa sisi ambao Dar es Salaam tuna uwezo wa kwenda Manyara tujiandae kwa safari uzuri. Si wanasimba sio kama timu nyingine, mnaikiwa magari kwenye kwenye frame zenu za za klabu. Sisi Simba tumezoangia tukiatukwadogo yani. Tunajilipia wenyewe kwa nauli yetu, tunaenda kuipambania timu yetu, wala magari yetu yaongozane hivyo kwa kulipiwa. Unaambiwa tuwe na hela ya kulala na hela ya kula. Sisi wana simba kama Manyala unaambiwa nauli elfu sitini na tano unatoa sitini na. Uzuri hizi nauli za mechi za mbali watu ushalipia kitambo tu kwenye ma ma matawi yetu Ndo jinsi tunavyoenda. Kikubwa tuombeane dua, tuwe na safari salama. Mungu atapusha mabala yote anjiani. Na wale watu wa Manyara, najua hii ni Manyara, Singida, Arusha mpaka Moshi, ni wakati wenu kuja kuiona Simba ya fainali. Muhimu tuje tuisupport timu yetu, hicho ndo kitu cha cha maana. Kikubwa kitu kimoja, kuiombea Simba ishinde. Simba nguvu moja, umoja wetu ndo ushindi wetu na kukamilisha malengo yetu. Lengo la kwanza tumeachieve, bado vitu viwili kuchukua ligi na kuchukua CRDB. Yaani hapo tumemaliza, Simba inarudi kwenye kwenye mambo mengine. Shukran sana, pamoja tu, kazi njema.